Kupitia hafla hiyo ya utiaji saini kwa wakandarasi, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka kufanya kazi kwa weledi na ufanisi ili malengo ya serikali yaweze kuwafikia wananchi ipasavyo. Wakandarasi mlioaminiwa kupewa kazi hizi, kuhakikisha kwamba mnalinda uaminifu wenu, mfanye kazi hizi kwa ufanisi wa hali ya juu. Anzeni kwa wakati mwendelee kwa wakati, mzingatie standard, mmalize kwa wakati ili msiwe kikwazo kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. TARURA, TANROADS na halmashauri zote za wilaya, hakikisheni kwamba usafi wa hali ya juu umefanyika katika mifereji, katika makalavati, katika madaraja lakini na katika barabara zetu, kuhakikisha kwamba mvua zinaponyesha maji yanasafiri kwa urahisi bila kwenda kuleta adha katika makazi ya wananchi. Meneja wa TARURA mkoa wa Katavi, mhandisi Innocent Mlay amesema, katika utekelezaji wa matengenezo ya barabara, baadhi ya wa wakandarasi wamekuwa ikwamisha ukamilishwaji wa barabara kwa wakati. E, katika kutekeleza majukumu ya usimamizi wa wakandarasi tunakutana na changamoto zifuatazo: namba moja, wakandarasi kuchelewa kuanza kazi mapema baada ya mikataba kusainiwa bila sababu yoyote ya msingi. Lakini namba mbili, wakandarasi kutokuwa na wataalamu ambao wameainishwa kwenye mikataba hali inayosababisha wasimamizi wa TARURA kupata wakati mgumu kwenye usimamizi wa kazi hizo. Lakini pia namba tatu baadhi ya wakandarasi kuchelewa kukamilisha kazi kwa wakati kulingana na muda wa mkataba bila sababu za msingi. Swala la kuchelewesha kazi Mwadia, kwa makandarasi linakuwa na maeneo mengi sana. Moja, mkoa wetu hauna vitendea kazi Biki, au kama yako hapa yanakuwa ni ya kugombania mkataba nimeusoma na nimeuelewa, na nitahakikisha nafanya kwa wakati, kwa sababu kazi zangu ni ndogondogo ambazo zinawezekana. Ndio maana nikazijaza na ziweza kuzitimiza kwa hiyo nihakikishie kwamba tutatekeleza kwa wakati. Aidha, katika hatua nyingine, Mrindoko amewataka wakandarasi kuhakikisha wanawatumia wazawa katika maeneo husika katika utekelezaji wa miradi hiyo. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Bugoma wa Bugoma wa